Hapa ni Mtipa, ni nyumbani kwa Singida Black Stars, ni pahala ambapo yatakuwa maskani yao mapya, na michezo mbalimbali mbali ya ushindani ya klabu hii itashuhudiwa wakicheza kwa maana kwenye uwanja huu uwa ambao wameipa jina la Airtel, ambao ndio wahusika wakuu ambao wameshirikiana na kampuni nyingine katika ujenzi wa uwanja huu ambao kama ambavyo inaonekana ujenzi bado hajakamilika kwa asilimia mia moja, lakini eneo la kuchezea linaonekana kuwa tayari kabisa na ukiangalia ni nyasi e, bandia sio asilia kama ambavyo ilikuwa kwenye uwanja wao ambao walikuwa wanaotumia hapo awali, kwa maana ya uwanja wa Liti uwanja wa Namfua e, kama ambavyo unaona e, kuna vijana hapa. E, bila shaka ni vijana wa Singida Black Stars hawa wanajipima ubavu kati ya michezo ya awali ambayo inachezwa kwa ajili ya tukio la leo la kihistoria la uzinduzi wa uwanja huo ambao e, unategemewa kwa kweli e, na wakazi wa Singida, itakuwa e, uwanja ambao unatoa fursa kwa, kwa, kwa michezo mbalimbali mbali ya ushindani e, kwa maana ya mkoani hapa. Ukitazama majukwaa eh, eh, ya, yanaonekana kwamba wapo kwenye, kwenye mchakato sasa unaendelea kwa maana ya ujenzi. Eh, jukwaa nyuma upande huo magoli na nyuma, nyuma ya goli la upande mwingine wa pili, mafundi wanaendelea na mchakato, lakini eh, eneo ambalo linaonekana kuwa ku, sawa ni eneo ambalo la, la, la, la VIP kama ambavyo unaona kule tayari kuna viti. E, na linaonekana kupambwa vilivyo na e, kuna, kuna, kuna vizuia vikinga jua ama mvua endapo itatokea kunyesha. Viongozi mbalimbali wanatarajiwa kuwa sehemu ya tukio hili la kihistoria ikiwemo e, mwanafei ambaye e, ametangazwa kama ambavyo tangazo lilielezwa hapo e, awal E, hii ndio uwanja wa Airtel maskani ya Singida Black Stars, eh, miongoni mwa timu tishio kwelikweli ambazo zimeonekana kutoa ushindani eh, kwenye ligi yetu ya, ya Tanzania. Singida eh, wapo nafasi ya nne wakiwa na pointi arobaini na nne, na mchezo wa leo ambao ni wa kirafiki kwa maana ya uzinduzi wa uwanja huu, watacheza dhidi ya vinara wa ligi hii kwa maana bingwa mtetezi Young Africans. hii itakuwa ni fursa kwa watu wa Mtipa kuwashuhudia mastaa wa kikosi chao ambao awali walikuwa wakifunga safari kwa maana ya kutoka Mtipa kwenda eh, mjini kwa ajili ya kuona ku, michezo yao mbalimbali ya ushindani kwenye uwanja wa Liti na eh, kuna kipindi fulani ilibidi wafunge safari kutoka Singida kwenda Mwanza eh, kabla ya uwanja wa CCM Kirumba na wa kufungiwa, lakini kwa sasa eh, umeonekana kufunguliwa. Kwa hiyo kwa sasa michezo ya klabu yao wataishuhudia nyumbani, na kwa mara ya kwanza watu wa Mtipa wataiona timu yao ikicheza hapa kwenye uwanja huu wa e, Airtel na leo hii waa na masta wa Young Africans kwa maana kina Pacome Zuzwa kina Max Nzengele ambao wamekuwa wakizungumzwa na wamekuwa wakitingisha mno kwenye soka letu la Tanzania. Eh, hivi ndivyo ilivyo. Tutaendelea kukupa update mtazamaji, Mwananchi Digital, kwa kila ambacho kitakuwa kinaendelea kutoka hapa kwenye uwanja huu wa Airtel twelia. Somo ni nyuma, kamera ni Khatibu Mgeja, asante.